Tanzania I think mpaka sasa hivi nchi nzima tunaelewa ni kwa nini tokea siku ya kwanza watu tuliikataa hii tume, hii tume feki, tume iliyoundwa na wauaji wenyewe ili wajichunguze. Umeua watu unajisifia, umeua watu alafu unateua tume I think baada ya jana nchi nzima mmeelewa ni kwa nini tuliikataa. Walijifanya wanataka kufanya uwazi, kuhoji waadhirika, waadisie stori zao. Stori zilizotoka ni very damning, stori za kutisha, stori zilizoonyesha ukatili wa Samia, chama cha CCM na jeshi la polisi matokeo yake nini? Wame wamekansel kuwahoji waathirika hadharani, wameona sasa wafiche. Kwa sababu sababu ya kuficha na kukataa waandishi wa habari kuanzia sasa, sababu ni moja tu. Wameona kwamba sasa wanamwaribia Samia, wanazidi kuharibu. Wameona kwamba sasa wanazidi kuonesha dunia kuwa kile kilichoripotiwa na CNN kilichoripotiwa na BBC Africa kilichoripotiwa na DW kilikuwa ni ukweli. kile kilichoripotiwa kilichoongelewa na watu kilikuwa ni ukweli. Ndio maana wamekaza, wasi wadanganyi, sijui yes, wanataka sijuhii, sijui kuwalinda. Hamna, sio kuwalinda, wameona wanawaharibia waliowatuma. cha pili ambacho nilikuwa nataka tukiongelea leo ni kuhusu maandamano ya kushtukiza. This is very important, kila Mtanzania ajiweke tayari kwa maandamano muda wowote. Tuchukue advantage ya mikusanyiko ya aina yoyote, mkusanyiko wowote mkubwa utakapotokea uwe advantage. Tusiwape muda wa kuanza kujipanga, kuleta jeshi la Uganda kuja kuua watu, kuanza kujipanga kurudisha maaskari walio walio uh, staafu kuanza kulipa watu kuja kuua watu. Tusiwape huo muda, maandamano ni anytime, any point to mix. Maandamano ya kupanga ambayo tutakuwa tunajipanga na maandamano ya kutokea papo kwa hapo, maandamano ni lazima yaendelee ya ebani ana kwa vipi, Mwanaswahili TV. Kuna video moja ambayo inatembea kwa kasi zaidi kwenye mtandao wa kijamii ambayo imekuwa posted na mwanadada ambaye anajulikana kama Mange Kimambi. Hii ni video ya takriban dakika mbili na sekunde kadhaa. Mange Kimambi anaongea kuhusu vitu viwili vitu vya kimsingi. Cha kwanza anaongea kuhusu tume ambayo iliundwa kuchunguza mauaji ambayo yalifanyika nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hii ni tume ambayo ilikuwa inatarajiwa kuleta maridhiano nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania baada ya uchaguzi, na vilevile vile kabla uchaguzi, kwa maana kuna maandamano ambayo ilifanyika tarehe 29 mwezi wa kumi mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano siku ya uchaguzi, vijana wakijenzis walicharuka na kujimwaya mwaya barabarani, kuhakisha kuwa wameonyesha ghadhabu zao kwa dunia nzima, kutokana na vitu vingi ambavyo vinafanyika nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hawa ni vijana ambao walikuwa na kauli mbiu, wanasema kuwa bila mabadiliko hamna uchaguzi. Kwa lugha nyepesi ya Kiingereza wanasema no reforms no election. Sasa vijana hawa walishushwa vipigo na maafisa wa jeshi la polisi. Kuna wale ambao waliuawa, wengine wakatekwa, wengine wakapotezwa na wengine pia wakapoteza viungo tofauti tofauti vya mwili, na hadi wa leo ndugu, jamaa na marafiki bado wanajaribu kuwatafuta baadhi ya wapendwa wao, kwa maana walipotezwa na watu ambao wanaaminika ni maafisa wa jeshi la polisi. Lakini serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan ilitengeza mazingira ya kuaminika kuwa A, vijana wa Kitanzania hawakuhusika kwenye maandamano na vilevile vile serikali yake haikuhusika na mauaji ambayo yalifanyika nchini Tanzania. Sasa alikuwa anasema kuwa wale ambao walihusika kwenye maandamano ni watu kutoka nje ya nchi, lakini watu walikuwa wanajaribu kuhoji, wanajiuliza inakuwaaje? Unasema kuwa wale ambao walihusika kwenye vurugu mechi nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni watu kutoka nje ilhali wale ambao wameshushwa vipigo wameuawa wameteswa na wametekwa na maafisa wa jeshi la polisi ni vijana kutoka nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alafu baadaye akabadilisha gia akaanza kusema kuwa vijana wa kitanzania ambao walihusika kwenye maandamano ni wale walishawishiwa na maafisa wa mashirika tofauti tofauti ya NGO yani mashirika yasiyokuwa ya si kiserikali sasa hii ni ishu ambayo imepelekea wengi kucharuka, kujiuliza maswali kibao, wanajaribu kuwajibisha serikali ya mama Samia Suluhu Hassan. Sasa serikali ya mama Suluhu Hassan iliunda tume ya kuleta maridhiano nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa maana kulikuwa na stories nyingi, kulikuwa na ile hali ya watu kujihisi ya kuwa nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imegawanyika yani, imepasuka mara mbili au mara tatu, kwa maana kuna watu wengi ambao walikuwa wanavuta kamba kulingana na dini zao. Kuna wale ambao walikuwa wanasapoti serikali ya mama Samia Suluhu Hassan na bado wanaisapoti, na kuna wale ambao pia walikuwa wanapinga ama walikuwa wanatoa hoja ambazo zilikuwa zinaonekana zinapinga serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan, kama wakina Padre ambaye anajulikana kama Kitima, ambaye alikuwa anahadithia vitu vingi ambavyo vilikuwa vinafanyika siku ya uchaguzi. Kwa maana alikuwa anasema kuwa kuna hata wale ambao walikuwa anatolewa hospitalini kupelekwa katika mochwari, ndio angalau waende wafe katika sehemu husika. Sasa huu ni ukatili wa hali ya juu, na ilipelekea serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan kuunda tume. Sasa hapa, Mange Kimambi anajaribu kuongea kuhusu hii tume ambayo iliundwa, na anasema kuwa tume iliundwa ndiyo waathirika waadisie vile vitu ambavyo viliofanyikia. Sasa watu wamekuwa wakiadisia ukatili ambao walifanyiwa na maafisa wa jeshi la polisi. Wanaongea kuhusu vitu vingi, yani ile hali ya kuuawa, kubakwa, kuumizwa na vile vile watu kupotezwa na maafisa wa jeshi la polisi katika maeneo tofauti tofauti. Kwa maana wale ambao walihusika kwenye maandamano, si ndio wale ambao walifanyiwa ukatili peke yake, wale ambao walibaki majumbani pia walishushua vipigo na maafisa wa jeshi la polisi. Sasa hawa ni watu ambao wamekuwa wakiadisia ukatili ambao wamefanyiwa ama walikuwa wanafanyiwa na maafisa wa jeshi la polisi. Na inaonekana kuwa kile ambacho wamekuwa wakisema kadamnasi ya umma imekuwa thiri serikali ya mama Samia Suluhu Hassan, na ndio kwa maana tume imesitisha ile hali ya kuwaoji waathiriwa. Sasa wanawaoji nyuma ya pazia. Sasa hii ni ishu ambayo Mange Kimambi ameiongelea kwenye video hii kwa mapana na marefu na kusema kuwa haifai kwa maana tume ambayo ilikuwa imeundwa ilikuwa tu ni tume ya mchongo. Alafu kubwa zaidi Mange pia ameongea kwenye video hii kuhusu kile ambacho tunachokiita maandamano. Sasa hapa ameongea kuhusu maandamano mara mbili, kuna maandamano ya kupangwa na kuna maandamano ya kushtukiza. Kwa maana hapo mwanzoni, Mange anasema kuwa kuna maandamano ambayo ilifanyika ndiyo, lakini hiyo maandamano pia ilifanyika kwa njia ambayo ilikuwa ni nzuri zaidi, kwa maana effect zake zimeonekana, serikali ili pigwa kwenye mshono ndio, na vijana wa majenzis. Sasa Mange Kimambi anasema kuwa Watanzania inafaa wasiwape faida serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kupanga maandamano. Ndio wafanye maandamano ya kushtukiza, yaani kila mtu ajitokeze tu na maandamano yanze, na nawaambia Watanzania wawe tayari kwenye maandamano, yaani maandamano inaweza fanyika wakati wowote nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na vilevile, anasema kuwa wasiwape faida serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuleta wanajeshi kutoka nchini Uganda kuwasaidia. Kwa maana wakati wa uchaguzi tarehe 29 mwezi wa kumi mwaka wa 2025 kuna figisu figisu ambazo zilikuwa zinaenezwa kwenye mitandao ya kijamii zikisema kuwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilitafuta usaidizi kutoka kwa wanajeshi kutoka Uganda, wanajeshi ambao hata hawangeweza kuongea Kiswahili, waliingia ndani ya nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuwaua Watanzania na kurudi nchini Uganda. Sasa hapa Mange anasema kuwa kuna maandamano mara mbili, kuna ile ya kupangwa na kuna ile ya kushtukiza, na anawaambia Watanzania wawe tayari wakati wowote, yaani ile hali ya kushiriki kwenye maandamano. Najua huu ujumbe ambao umeweka kwenye mtandao wa kijamii umetekenya serikali ya mama Samia Suluhu Hassan na najua kuna ile kazi ambayo wataifanyia sasa. Mange Kimambi baada ya kupandisha video hii ya takriban dakika mbili na sekunde kadhaa kwenye mtandao wa kijamii ameandika hivi, naamini sasa watanzania wote tumeelewana juu ya hiyo tume ya mchongo. Ameongea kuhusu tume ambayo iliundwa kuleta maridhiano nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na wakati huu wamesitisha ile hali ya kuwaoji waathiriwa Alafu ya pili anasema, msisitizo juu ya maandamano ya kushtukiza, tuchukue advantage ya mikusanyiko yote mikubwa. Ndiyo anaongea kuhusu mikusanyiko ambayo yanaweza tokea ama yako katika nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na anawaambia Watanzania maandamano inafaa iwe mara mbili. Kuna hile maandamano ya kupangwa na vilevile vile kuna maandamano ya kushtukiza. Sasa anasema kuwa maandamano ya kushtukiza itasaidia zaidi, kwa maana serikali haitapata faida ya kuwaalika wanajeshi kutoka nchi ya Uganda kuwasaidia kuwaumiza au kuwafanyia ukatili wale ambao wanaandamana. Na hapo mwanzoni, Mange amekuwa akiongea kuhusu maandamano akisema kuwa maandamano ambayo itatokea nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inafaa ihusishe watu wote, yani ifanyike kama maandamano ambayo ilikuwa inaendelea ama inaendelea nchini Iran, kwa maana watu wote wamejitokeza, watu ambao wanaaminika kuwa wanahitaji ama wanaomba wapate usaidizi kutoka mataifa tofauti tofauti, ndio angalau serikali ya Iran iende nyumbani. Sasa Mange baada ya kupandisha video hii na kuweka caption mbili, ya kwanza anaongea kuhusu tume ya mchongo ambayo iliundwa nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuleta maridhiano. Ya pili anaongea kuhusu maandamano, anasisitiza maandamano ya wa kushtukiza, wachukue advantage mkusanyiko yote mikubwa. Sasa kuna wengi ambao wamedondosha comment zao kwenye mtandao wa kijamii wa X, kuna yupak system anasema, Gen Z waandamane kwenye Afcon na mabango meseji, ifike duniani, tungeweza kuhak ile TV ya pale uwanjani, tungeplay zile video za CCM wakiua watu Oktoba tarehe 29. Alafu mwingine anajulikana kama Northern Revolution anasema, dada watanganyika wanaponzwa na ujinga na umaskini, unawaambia siende akisikia kuna mtu kapewa bajaji anakutoroka kimya kimya na kwenda kushiriki dhuluma za tumefeki ujinga. Unatuandama sana, umasikini ndio unatuponza haswa, na ndiyo maana nchi imejaa machawa kuliko madaktari. Alafu Ras Nchimbi anasema wamezidiwa na ukweli, mwelekeo walioutaka hauendi, badala yake wamejikuta wanawageuka wenyewe. Kwa mabano anaandika Mnara wa Babeli unavyobomoka. Halafu mgine hapa anajulikana kama mlima Sauna, anasema hiki kimama kinaotesha miti kwa ajili ya nani wakati kinaua vijana. Akapandisha video ya Mama Samia Suluhu Hassan pale akiotesha mti. Alafu Hugo Bemeseda anasema makundi huongoza serikali, mabadiliko yoyote yanatokana na mahitaji ya matakwa na makundi hayo. Wananchi hawana la kufanya dhidi ya makundi hayo. Halafu mgine hapa anajulikana kama Edwin Masharaba anasema tume huru haitaki uwazi na ukweli, nchi ya Malawi bana ni maajabu. Fatman Sereko anasema kuwalinda dhidi ya nani? Tuanzie hapo. Commentator anasema kama hawa waliopo hapo Mogomeni walichosimulia ni kweli, tulikuepo na tuliona walichokifanya. Kidri Msumi anasema we malaya kweli, huyu anamtusi Mange Kimambi. Alafu mtu wa watu anasema japo hata hao waandishi wao wa habari ni toilet paper, yani kwenye hii nchi sasa hivi wa kuamini ni wewe mwenyewe, hujiamini ayo yote ni takataka. Mr Sports 10 HD anasema hiyo pointi ya pili umenigusa, niko full chaji asilimia mia moja. Dax akasema hilo ndilo la maana, ngoja tusubiri Muungano day. Alafu sweetbart Lusian anasema amina, tumeelewa. Dada mwingine hapa anajulikana kama Mtanganyika 255 anasema Jehova uhai. Sengwa akasema anayediriki kwenda kwenye hiyo tume ni mwehu tu. Alafu EMK anasema kabisa. Kulje anasema hilo tu basi limeisha. Alafu Sara Nnko anasema yes tumeelewana huyu anakubaliana na Mange. Mngine hapa anajulikana kama anastasi blvrd anasema ya yaani, sasa hivi ni kimya kimya, sasa ni baadhi ya wala ambao wanamfuatilia kwa karibu zaidi mwanadada ambaye anajulikana kama Mange Kimambi, baada ya kuposti ujumbe fulani kwenye mtandao wa kijamii Mange anajaribu kuongea kuhusu hoja mbili. Hoja ya kwanza anaongea kuhusu tume ya mchongo eh, anaita tume ya mchongo ndio. Kwa maana kuna vitu vingi ambavyo vinaendelea nyuma pazia, wanasema kuwa waathiriwa ndio wamesitishwa kuongea katika tume, yaani ile hali ya kuadisia vitu vingi ambavyo viliwafanyikia sasa inaonekana kuwa serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan imeona aibu kuwaoji watu kutokana na vitu ambavyo viliwafanyikia. Kwa maana saa wakati huu wanasema kuwa wamesitisha ile hali ya watu kuojiwa kadamnasi ya umma, wakati huu watu wanaojiwa nyuma ya pazia. alafu ya pili, Mange akasema maandamano mara mbili, kuna maandamano ya kushtukiza na vilevile maandamano ya kupangwa, na anasema kuwa maandamano ya kushtukiza ni zuri mno, kwa maana itasaidia wananchi na haitaipa faida ya serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan kualika wanajeshi kutoka nchini Uganda kuwapiga Watanzania ambao wanahusika kwenye maandamano. Kwa hiyo utaniambia unajisije kutokana na makala hizi ambazo zimepakuliwa ndani ya Swahili TV na tamko la Mange Kimambi kuhusu maandamano na tume ya maridhiano. Kwa hiyo Usisahau kusubscribe, kulike na vile vile kushare. Hatuwezi kuacha maandamano, lazima maandamano yaendelee Tanzania Enda, na maandamano yajao. Samia akitupiga tena risasi, CCM akitupiga tena risasi, dunia itawashukia, dunia itawashukia, this time hawatobaki. So ni lazima kila Mtanzania ajiwekee in their mind ni lazima maandamano mengine yafanyike, na ni maandamano ambayo hayawezi kuwa ya Gen Z peke yake. Ni lazima yawe ya nchi nzima, makubwa kushinda yale. Inabidi kwamba tukumbuke kwamba Iran as maandamano yao ya mwisho hayakuwa makubwa hivi, yalikuwa sio makubwa, na wakapigwa risasi lakini ndo this time wametoka wengi zaidi ya last time utasema hawakupigwa risasi. Inabidi na sisi Watanzania tuwe na ujasiri huu wa watu wa Iran, kwamba maandamano yetu yajayo yawe makubwa zaidi ya haya yaliyopita. We have to fight for our country, lazima tuipiganie nchi yetu. Hatuwezi tukaacha watoto tu wetu wakaja kukuta Tanzania hii yakina Samia, Tanzania hii yakina Jakaya Kikwete, Tanzania hii ya kina Mbuguru. Njema, tutapata, Watanzania tutapata attention ya dunia tu. Dunia ita, ita, itaomba tupewe msaada kama this time Iran. Pia tukumbuke kwamba this time Iran walivyoandamana, the first few days dunia haikujali, lakini issue ilianzia, i think, X, watu ndio walianza kupiga kelele, mbona? Ajali? Api? Mbona idi? watu hawajali, media ziko wapi? Mbona mwasaidie? Watu ndio walipiga kelele mpaka msaada ukaja. Inabidi na sisi tupambane tena, mpaka watu wapige kelele, umu ex wapige kelele kwenye mitandao kwamba msaada uko wapi kwa Watanzania. Lakini ni lazima maandamano mengine yafanyike, na this time wakizima internet, eti wazime internet waue tena, ah, dunia inawashukia. Lakini ni lazima tujitoe na hatuwezi kuacha maandamano yao ya Gen Z peke yake. Maandamano ya kuondoa CCM hayatofanyika na Gen Z. Tusidanganyike, tusidanganyane, tusidanga kwamba sijui sijui tunaweza tukakaa mezani na CCM tunaweza tukakaa mezani na kina Samia tukapata haki, tusidanganyane, hakuna maridhiano tutakaofanya na watu yatakaoleta haki, na nitawaambia ni kwa nini hawawezi hawawezi kutoa haki, haki. Wanaondoka. Wanaondoka. Kwa sababu wanajua wakitoa haki wanaondoka, wanaondoka. Kwa hiyo hawawezi kutupa haki, ni lazima tukaichukue, ni lazima tukaipiganie, ni lazima tukaichukue wataka wastake. Tusisubiri kwamba watatupa haki kwa kuongea nao hapa sasa hivi. tume tume-tume tumepiga tume hatua kwenye kudai haki, tumepiga hatua kubwa kwa sababu ya maandamano yale ndio maana tumepiga hatua. Kama tusingeandamana last time, ndugu zangu, mambo angekuwa mabaya zaidi. Tumepiga hatua, ni lazima tuendelee na maandamano, lakini maandamano yajayo inabidi tujipange, tujipange in in a different way, in a different way. Na pia inabidi kila mwananchi sasa hivi tukae na mentality ya kuandamana tu 24/7, tuambiane wa Tanzania, Watanzania sasa hivi tukae mentality ya kuandamana popote kwa panapotokea mkusanyiko mkubwa, tukipata chansi ya mkusanyiko mkubwa, mpira, sijui concert, sijui nini, yani hapo hapo kwenye kwenye mwendo kasi, yani tuki, yani tupate, yani tusisubiri tu yale maandamano ya kuitishwa tarehe fulani, tarehe fulani, tarehe fulani, kwa sababu yale tukiyaitisha afu tukayawekea muda mrefu tunawapa na wale chance ya kuanza kujipanga kwa kuanza kutoa hongo kwa jeshi la polisi, kuwaingizia hela kuwaingizia nini. Tunawapa muda na wao wa kujipanga. Ni lazima tu mix maandamano ya kupanga na maandamano ya kushtukiza.